Eh, Anita, ukushu utaki kuku. Umeshiba? Sawa, ina tatizo. Mama Onyango. Ujambo? Niko salama. Namna gani? Uli confirm ile maneno ya matokeo yako. Eh. Oh, that's good. Si unilete hata kitu umepika jameni. Njaa, kusema tu kweli baba Onyango. Imekuwa mbaya. Hata si wewe unajua huku wacha kitu yoyote. Sasa tumekunywa tu maji kutoka asubuhi na mtoto ni mgonjwa. Tumekunywa tu maji, yaani mpaka sasa hii mtoto anasikia njaa. Haya, sawa, ina siri wacha niende niote tu na chakula acha niende ni tu nilala nikiota tu chakula nitakuwa sasa acha tuone mambo, Mungu atatenda kesho. Hata kuna kitu wewe umekuja naye. Ah, sijafanikiwa kwa leo. Yani, tunalala tu njaa baba Unyangu, Mungu mm -hmm. atatenda kesho, mama Unyangu, kwa leo sawa. So, tu haina tatizo sawa, we enda upumzike. Aya, sawa sawa. Ah, so, so. Anko anti nakuda la <laughs> we unapendanga mm -hmm. tu kuambia, nko uko mgonjwa simini, anti yako. Oh, we ni wewe ni mgonjwa Anita, shida ni nini? Kwa mgonjwa wapi? Yeye anaumwa na typhoid yao, Ana ara. <laughs> Ah, pole, pole. Kwani ulikula nini? Sini maji akikunywanga mingi anakuanga nae anko mm -hmm. ni uongo Unaona, anti mm -hmm. Amebai kukwadi ndio yeye ameficha azani. <coughs> hmm. Eh, <coughs> <Hey>, anaita hili <coughs> mchezo gani? Anakudanganya ati atujakula. Si kwanza tulikula chakula mchana, mama Onyango? <coughs>

usago. Sitaki maneno mingi. Enda pako wende usago. To, makitonga sasa, minalala njana? yo ni swet yangu. <gasps> Mama Onyango, yo ni swet yan